Mashanga zoni yetu, hai wo wo wo wo wo, nefyuu! Mama namna gani? Baadaye hey, leo nataka kukwambie, nataka nikuambie jinsi ya kumwambia mtoto ana sura mbaya au mtoto jiko agri. Leo nataka nikupe usiri, lakini kabla sijaendelea, kwanza, hey, watu wangu wano Afrika, wano up, mko vema? Sasa leo nataka nikwambie hivi, kwanza mimi mwenyewe mzazi, sio kwamba watoto wote kila kila mtu anaona wazuri. Baadaye kuna watoto wengine wabaya. Sasa ukitaka kumwambia mtu <gulikusia> mzazi <gulikusia> mtoto wake mbaya, nisikilize. Unamwambia <gulikusia> bwana, namwambia <gulikusia> ban ana bwana ugly. Afu katika maongezi akiendelea, ndio kadhafi afu mtoto wako akufanana kweli kweli, hapo jamaa hizi kushtukia hapo, baba mama hawawezi kushtukia. Sasa mimi nishakufundisha leo. Kwa hiyo wewe, next time ukimwambia mtoto agri, anza kumwita mzazi kwanza agri, alafu baadaye unamchomekea na fara na mtoto wake nephew. Wo wo wo, next time masela wangu, namna wangu, namna gani zone?